gani mi naona kuniwishi birthday vitu vya kawaida, kwa sababu mi Wema sijagombana naye wala sina ugomvi naye, lakini nakumbuka siku ya, ya birthday yangu nilifanya dua nyumbani kwanza, ikabidi Wema akanipigia simu akaniwishi akaniombea siku, akanitakia siku njema kuzaliwa. Basi ndo siku ya pili naona kanipost. Basi nikaona vitu vya kawaida. Mm. So, ni vitu gani ambavyo unaviona kwenye mtandao ambavyo vinazidi vina, vina, vina, vina kutrend kuhusu wewe na Wema baada ile posti ku, ku, ku, ku, watu wamecomment vibaya, labda mtu alicomment kitu hiki na unatamani kuambia watu wafikia, ujumbe uwafikie kuhusu hivi na hivi waelewe kati yako na Wema, kwa sababu hiyo hiyo posti mimi sijaona kama wameandika wame, wamecomment vibaya au vipi. Mimi naona tu vitu vya kawaida sasa mimi sina ugomvi na Wema, naambia kwa yote, atonifikiria kama mimi na ugomvi na Wema. Sina ugomvi na Wema na sintokuwa ugomvi na Wema na sintakuwa na ugomvi na mtu yoyote. Kwanza mimi ni mama, mimi mtu mkubwa, siwezi kugombana na watoto wadogo.